Makusanyo TRA yatoa mwelekeo mpya Tanzania. Hiyo ni habari, inaendelea ukurasa wa pili. Lakini CRDB si yaweka rekodi tena, bondi yatua kimataifa. Vita ya ubunge CCM, hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la kula mwananchi inasema: vita ya ubunge CCM. Licha ya mafuriko ya makada kuchukua fomu kuomba uteuzi wa wabunge CCM, kuna vita nyuma ya pazia inayo nguruma ya makada ikiwemo mawaziri marasi wa bunge kupigana vikumbo eh. hiyo ni vita yobunge, ya ubunge ndani ya chama cha mapinduzi CCM. Lakini jamhuri yaomba muda zaidi, kesi ya Lisu yeye ataja uchaguzi. Lakini ukwapuaji wa mizigo katika malori usiku, tishio pwani, janga taarifa za watu kwenye ufungashio eh, vifungashio zikisamba eh, janga taarifa za watu kwenye vifungashio zikisambaa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa na ukiachana gazeti la Mwananchi tuangazi gazeti lako la habari leo eny na habari kubwa inaosemayaweka histoiahatfungani eh, ya kijani kimataifa, lakini kifusi cha ua wanafunzi wawili Dodoma. Hiyo ni habari ukurasa waao sababu ta ikikusanya tilioni 32saau eh, sababu ikikusanya tilioni 32 ni kwa mwaka wa fedha 225 ya vunja rekodi tena hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inasema, mpango aita Vietnam uwekezaji viwanda kilimo. Lakini Kagera kujengewa hospitali ya magonjwa ya mlipuko e, Kagera kujengewa hospitali ya magonjwa ya mlipuko. Lakini petroli dizeli za shuka bei, habari ukurasa wa saba. Lakini mamlaka ya uwekezaji yaanza rasmi teri e, itaiongoza. Lakini sisi yafunga pazia leo Sabaya achomoza. Mafuriko yaendelea majimboni Dar es Salaam, hapatoshi. Habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la habari leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti la habari leo, tuangazie gazeti lako la Zanzibar leo bainaosema Dkt Mwinyi ateua wakuu wa wilaya na mkoa. Lakini Hemedi awamu ya nane imeitendea eh, kumradhi, Hemedi awamu ya nane imeitendea haki sekta ya elimu h asema awamu ya nane imetendea haki sekta ya elimu. Lakini serikali kujenga daraja panga tupu, e, serikali kujenga daraja panga tupu. Lakini vijana e, watawala uchukuaji wa fomu kuwania uongozi CCM. Lakini kuna habari wasema ziara a e ya kusanya shilingi bilioni 63.6 Juni 25 na gazeti lako la uhuru lenye habari kubwa inayosema Rais Mwinyi apongezwa kwa mageuzi ya elimu lakini kishindo cha mapato TRA, BOT yapata mara 40, mikopo ikausha damu. lakini kasi ya uchukuaji fomu siem ya kosha wa Kongwe, lakini Tanzania na Vietnam zina ushirikiano huyo. ni Dr Mpango wa toa neno, na Rais Samia amteua bosi mpya tzetisesa, hilo ni gazeti lako la Uhuru, ukurasa wa mbele. lakini gazeti lako la Majira lenye nina habari kubwa inayosema ta rais Samia aiwezesha TRA kuandika historia. Rais Samia aiwezesha TRA kuandika historia, yavuka lengo la makusanyo yake kwa kufika ufanisi wa asilimia mia moja na tano kwa mwaka wa fedha 24/25 lakini hajawahi kutokea tangu kuanzishwa. Yule habari ukurasa wa nne. Lakini Dr Mpango ateta na waziri mkuu wa Vietnam. Samia ateua e, mkurugenzi mkuu tizesa lakini bei ya petroli na dizeli yaendelea kushuka. Hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la Majira. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza, yeye anaandika serikali ya Dr Samia yafikisha mafanikio makubwa Kagera. Lakini Tanzania na Vietnam wazungumzia uhusiano wa miaka 60 na Equity Bank yavunja rekodi yavunja mipaka ya huduma za bima 77 hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la taifa tanzania ukurasa wa mbele. Na gazeti lako la Raia Mzalendo ukweli na wazi, lenye kurasa mbele, kuna habari inasema Matwebe, e, kupambana Matwebe kupambana na mchengerwa Rufiji. Huyo ni Matwebe kupambana na mchengerwa Rufiji. Lakini mchungaji auawa kikatili na maumini aliyekuwa akimwombea. E, mchungaji auawa kikatili na maumini aliyekuwa akimwombea, baada ya kuombewa alienda kuchukua panga E, nyumbani lakini amcharanga charanga hadi kufa. RPC aeleza mkasa mzima ulivyokuwa. Na ATCL yatambulika kimataifa kwa kuzingatia viwango, yapewa tuzo ya mtoa huduma anayeaminika zaidi, yapongezwa kwa kulipa kodi kwa wakati. Lakini mwenda awashukuru walipa kodi, TRA ikivunja rekodi nne. Hiyo nambari inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele na tuangazie sasa gazeti lake la mtazamo mpya lenye linaandika Shamdi Zogela arejesha fomu ya kugombea ubunge jimbo la Kilolo. Lakini TRA yavunja rekodi kuu nne za kiutendaji, iliwekea malengo la shilingi trilioni 31.05, ukusanyaji wa trilioni 32.36, imevunja lengo la mwaka wa mara kwa mwanza tangu 2015-2016 lakini aweka rekodi ukusanyaji wa shilingi trilioni 2.69 kwa mwezi. Kamishna Mwenda awashukuru wananchi kulipa kodi kwa hiari. Lakini mwenyekiti Jumikita akabidhiwa fomu kwa mbinde Rufiji. Hilo ni gazeti lako la Mtazamo Mpya. Na tuangazie sasa gazeti lako la Uelekeo, linaandika watumishi wizara ya fedha wapewa majukumu mazito lakini muumini amu wa mchungaji kwa kumcharanga mapanga Mama Salma Kikwete achukua fomu kutetea jimbo la Mchinga, lakini malango malango ajitosa kutaka kumngoa zungu Ilala. Kampeni ni shati safi ya Samia ya wavuta wasomi ni wasua na Mzumbe wapongeza kushuka kwa bei ya gesi, lakini tuzo za walipa kodi zapaisha mapato. Tuzo za walipa kodi zapaisha mapato. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la uelekeo kwenye kurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, linaanza na habari kubwa inasema, UN inasisitiza ulazima kusaidia nchi masikini, lakini wanafunzi wafariki dunia kwa kufunikwa na kifusi. Wanafunzi wafariki dunia kwa kufunikwa na kifusi, na vikumbo vya ubunge vyazidi kushika kasi e, vikumbo vya ubunge vyazidi kushika kasi, wengi wajitokeza kuchukua fomu, Kitwanga, Sabaya, Ngeleja waibuka lakini TRA yapanga kukusanya trilioni 32 trilioni 36 mwaka 25 26. Lakini Lissu adai magereza imetekeleza maombi ya madai yake. Hiyo ni ya habari kwenye gazeti la kuna Nipashe kwenye ukurasa wa mbele, lakini bado kuna habari nasema wanafunzi wafariki dunia kwa kufunikwa na kifusi e, wanafunzi wafariki dunia kwa kufunikwa na kifusi. Na tukiachana sasa na gazeti la Nipashe, tuangazie sasa Uh, kurasa za michezo za magazeti mbalimbali mbali, uh, tunaanza kuliangazia gazeti lako la uelekeo lenye kwa michezo linaandika Zamaliki yakaribia kumgoa Mzize Yanga. Lakini je, ruti yaibuka na uwanja wa Simba. Uh, kocha Ibenge kuondoa kuondoa gonjwa kima la kimataifa la Azam, ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo kurasa wa michezo. Gazeti lako la mtazamo mpya linaandika Aishi Manula ajifua kurudisha kiwango Aish Manula ajifua kurudisha kiwango. Nyota Mlandege atajwa pamba. Prisoni ya jina sua ya baki ligi kuu hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo. Lakini gazeti lako la Raia Mzalendo linaandika Samata Novatus eh, ndani ya tamasha la Alliance. Eh, Samata Novatus ndani ya tamasha la Alliance. Lakini kimataifa Man United ya Mwinda Watkins. Gazeti lako la Taifa Tanzania lenyewe linaandika majeraha yamuondoa Aisha Masaka Twiga Stars. Lakini hizi hapa takwimu za kutisha za Desi Mukwala. Engineer Hersi Saidi awaahidi wananchi makubwa msimu ujao. Lakini wana michezo wazidi kujitokeza kuwania ubunge. Na Al Hilal yaiondoa Manchester City michuano ya klabu bingwa ya dunia. E, e, inapatikana kwenye gazeti lako la taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Majira na lenyewe asubuhi ya leo linaandika habari kumi naosema Yanga ya ahidi makubwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Nyota Twiga Stars kuikosa Wafcon. Hiyo ni habari kwa gazeti lako la Majira. Huko gazeti lako la Uhuru kwenye michezo linaandika rais Yanga avunja ukimya Twiga Stars mguu sawa Wafcon. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kurasa wa michezo. Huko gazeti lako la Zanzibar leo linaandika habari kubwa inaosema Yanga kushusha mashine za kafu. Kocha Ibenge atajwa kutua Dar es Salaam. Kipa Simba ajiunga na klabu Morocco, huyo ni Ayub Lekredi, eh, kujiunga na timu huko Morocco. Lakini Black Stars yakiri kupokea ofa kwa nyota wao. Na Mfaume, eh, abeba tuzo ya filamu Emerson. Yuna habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako linaandika Yanga kamili kujenga uwanja. Masaka sikitika kuikosa Wafcon. Yuna habari kwenye gazeti lako la habari leo, ukurasa eh, wa michezo. Lakini tuangazie kwenye gazeti lako E, gazeti la mwanaspoti lenye linaandika e, Pakome ampindua awa e, huyu ni Pakome ampindua awa e, nani ni MVP wa msimu huu hawa e, au Pakome. Lakini Messi atajwa ligi kuu England. Kuna ngumi nimepigwa inanisumbua e, ni nani huyu anasema kuna ngumi nimepigwa inanisumbua. Lakini Man United yapewa sharti kwa Mbeumo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Kura Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo